BW. Kinaga Ubaga. Naam, karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Kinaga Ubaga. Jina langu ni Muhammad Khalef. Tuelekea tena nchini Tanzania ambako huu ni mwaka uchaguzi na huu ulikuwa ni msimu wa siku za Pasaka ambapo kanisa katika taifa hilo la Mashariki mwa Afrika lilitoa msimamo na mtazamo wake likemea vikale kile linachoona kwamba ni uvunjwaji wa taratibu na mwenendo wa uchaguzi wenyewe. Kuzungumzia tamko la kanisa, tunaungana hapa na Padri Charles Kitima ambaye ni katibu mtendaji wa Baraza la Kanisa Katoliki nchini Tanzania. Karibu sana Padri Kitima, karibu kwenye Kinagaubaga. Asante sana. Tumesikia kauli zenu, uh, watu wa dini mkitoa msimamo, tuseme ushauri kuhusu nini kinapaswa kufanyika. Wale ambao wanatusikiliza nje ya Tanzania bila shaka hawakupata kile ambacho kimesemwa. Kwa muhtasari kabisa, ningeomba fadha utueleze upi umekuwa msimamo na ushauri wa kanisa panapohusika mwaka huu wa uchaguzi, viongozi wa dini wanathamini uchaguzi na wanathamini vyombo vilivyowekwa na sheria za nchi yetu, na wanachotaka ni haki za kisiasa za watanzania ziheshimiwe. Kwa hivi ndio maana viongozi wa dini madhehebu yote tena, bila kupanga, kila kiongozi ametoa kwa wakati wake na kwa namna yake, na wote wameeleza kwamba ni kuwakosea haki wananchi kuwanyima fursa ya kuchagua viongozi wao kwa sababu gani? Ingekuwa nchi ni ya chama kimoja, ungeweza kusema labda chama kina watu wake, lakini Tanzania ni nchi ya vyama vingi na kisheria, chama chochote kina haki kama kimesajiliwa na kiko vizuri, kina haki ya kuweka wagombea katika ngazi mbalimbali mbali, na wale wana haki ya kuchaguliwa na wananchi, kama wamewakonvinsi wananchi kwamba watawaletea huduma za uongozi na maendeleo. Kwa hivi yeah, kutokana na hali hiyo ambayo imekuwa ni ya kuvuruga uchaguzi tangu elfu mbili na kumi na sita mpaka sasa e, wana viongozi wa dini kwa kweli wameona wakemee kwanza hayo maovu, halafu waitake serikali, sio kuiomba waitake, na sio kuishauri waitake, kwa sababu sheria ziko wazi, sheria zimewekwa ziheshimiwe, kuwe na utawala wa sheria na watu waheshimiwe, kwa sababu raia ndio anapoweka kura yake ndio nguvu yake ya kuitawala nchi yake. Uh, wengine wanaona mmeuchupa mstari wenu wa mamlaka yenu ya kidini. Uh, huko nyuma tumewahi kusikia mkiambiwa nyinyi ni viongozi wa kiroho, zenu ni roho za kuzilinda na kuziongoza zinapokuja kwenye nyumba za ibada. Nje ya hapo ni ya Kaisari mwachie Kaisari, ya Mungu mwachie Mungu. Unasemaje kuhusu hili? Sisi kazi yetu kama kanisa ni kukemea uovu, kuiba kura za wananchi, kupeleka kura zisizo halali, feki kumtangaza mtu ambaye hajapata kura nyingi na mwache nyingi, huo ni uovu na ni kazi ya shetani, sio kazi ya Mwenyezi Mungu, na Watanzania wote hawajakubaliana hilo katika sheria zao. Tunachoiambia serikali, heshimu sheria, fanya amri za Mungu zinavyodai uzuri. Tanzania kuna dini za kimila, kuna Ukristo, kuna Uislamu. Katika dini zetu hizo zote tunakubali kwamba Mungu anaagiza maovu haya, na haya yote yaliyotamkwa ni maovu, na hapo hamna siasa. Tunasema maovu haya yaachwe. Hatujawaambiwa wamchague huyo, wachague chama hiki. Tutakaposema chagua chama hiki, akaacha chama hiki, hapo ndio tutakuwa tumeingia kwenye siasa. Lakini tunaposema acha kuiba kura za mwenzako, acha kuvuruga kura ya raia aliyempigia huyu, ihesabu pale pale, na usipo ihesabu pale, huo ni uovu, ni ushetani, ni dhambi na lazima iachwe, na huyo mtu anayefanya hivyo anajua kabisa atawajibika mbele ya Mwenyezi Mungu. Unasababisha watu wanauawa, unasababisha watu wanatumia muda mrefu kupanga foleni kupiga kura, alafu wewe unajua umeshapanga watu wako wabunge wamesema watachaguliwa, wewe unaweka wakwako unaowataka. Sasa hiyo sio mlichokubaliana kitaifa. Kwa hiyo hapo hamna cha siasa na dini, ni kueleza watu tenda kadri wananchi mlivyokubaliana kama nchi, na vilevile heshimu maamuzi ya wananchi kuwaambia waheshimu maamuzi ya wananchi. Sio hatuwezi kuwaomba ruhusa wao, sisi tutasema. Hawapo kutufundisha sisi tuseme nini, wao seme. Sisi kazi yetu ni kukemea maovu na kuonya wanaoyafanya wayaache, e, na, na wasipoacha yanayakuta mataifa mengine lalitaikuta Tanzania. Na hapo nilipokuja swala hilo kwamba je, uh, kanisa linaona kwamba nchi inaelekea kwenye mporomoko au ni kipindi tu cha kawaida cha kisiasa, mitikisiko ambayo huja na kupita? Hapana, hiki sio kipindi cha kawaida. Tanzania tuna historia tangu mwaka elfu moja mia tisa sitini na mbili tulipoanza chaguzi. Kwanza tulifanya chaguzi za kuchagua wale wa lejiko miaka elfu moja mia tisa hamsini na nane hamsini na tisa uchaguzi wa kumchagua rais elfu moja mia tisa sitini na mbili tukafanya uchaguzi mkubwa kabisa elfu moja mia tisa sitini na tano e, mwaka sabini mwaka sabini na tano mwaka themanini na kuendelea, hatukuwahi kuwa na upuuzi na wa namna hiyo unaofanywa sasa hivi. Huu ni upuuzi, kwa sababu watu wachache wanataka kuonyesha kwamba kwa sababu tumetoka kwenye mfumo ambao wananchi wanapenda sana kuheshimu viongozi wao, na wanajua wananchi wawezi kuwafanya lolote, na watanzania sio watu wa wavurugu. Ndio maana wale wenye kuamua wanafanya wanachotaka, wakijua hawatawajibika. Lakini kinakuja kizazi kipya cha vijana ambao ndio majority, hawana interest ya kupiga kura, kama wanaingiza mambo, na vijana wasiposhiriki kupiga kura kwa sababu mnaiba kura zao, e, mbeleni kule hapata kuwa salama, hiyo ni, ni wazi kwa hiyo tunapofanya kama viongozi wa dini kufundisha sema heshimuni sheria ili vijana wawasikilize, sio swala la kipindi. Ni uovu fulani ukiachwa. Mabutu alipoanza eh, kuiharibu Zaire alianza hivyo, anapromoti mi, mi, miziki, watu wanacheza mziki eh, jeshi likawa ndio, baadaye kukaanza mavurugu hayo mpaka leo eh. Sasa na Tanzania inaweza ikaenda hivi na ikiachwa, tusipoonyana mapema tutafika mahali hakuna tuta, hakuna atakayefurahia na wote tutateseka. Hata walio walioiba kura wakawa viongozi hawatakuwa viongozi, nyakati zile itakuwa ni vurugu, kila mtu atakumbana na tatizo la mata. Kwa hiyo hatutaki tu kuharibu nchi yetu. Kama kumbukumbu ziko sawa, uh, Fadha Kitima, ni kwamba si mara ya mwanzo nyinyi kutoa tamko la aina hii mnapoona mambo yanakwenda kombo katika nchi, lakini pia si mara ya mwanzo kuto kusikilizwa ushauri wenu mnaotoa. Je, mnadhani kwamba mara hii mna sababi yote ya kusikilizwa? Sisi tuna imani hawa watu ni binadamu na ni Watanzania, na kwa sababu ya ubinadamu wao na utanzania wao tuna imani maovu yaliyotendwa kimkakati na kwa kupangwa watayaacha. Wasipoyaacha, wananchi mbeleni kule watawawajibisha hawa wanaoyasababisha. Okay, ukisema kuwajibisha unakusudia nini? Utawajibika kwa, kwa, kwa sababu kama mtu atakuwa alikuwa akiongoza wizi wa kura si atajulikana? Pia kwa sababu watu wana, wana, wana vianzo vyao pia. E, mtu amekamatwa amebeba gunia la, la, la, la, la kura feki anaziingiza kwenye kituo cha kupiga kura, watatafutwa. Kama unasababisha watu wanapigana, watu wanauawa, alafu unasema we uachwe tu, hapana. Wananchi, sheria zitajachukua mkondo wake wakati fulani. Sasa hivi sawa, wanafanya sababu wanajua hawawajibiki kwa mtu yoyote, wanaweza kafanya wanachokitaka, lakini wananchi, kuna mahali watachukua utaratibu wa kuadhibiti kisheria hawa ambao wanaongoza maovu haya. Haya ni maovu yanayofanyika kwa kupangwa sio swala la mtu mmoja, kwa sababu huwezi kukuta tuna vituo vya kupiga kura themanini elfu zaidi ya themanini elfu unakuta vituo zaidi ya arobaini arobaini elfu thelathini elfu mchezo mchafu unafanywa, alafu unasema ujapangwa? Huu unakuwa umepangwa. Kwa hiyo kuna uchunguzi wa Tanzania watakuja kudai uchunguzi na vitafanywa la mwisho kabisa, je, una mna ushauri au tamko lote kuelekea kwa wananchi wa kawaida, wapiga kura wenyewe, vyama vya siasa ambavyo vinashiriki uchaguzi, nje ya mzunguko wa serikali? Ushauri wetu, ushauri wetu kwa wananchi na waisikilize serikali na vyombo vyake kwa kuzingatia sheria, na wazidi kuongea nao, kuzidi kuwaambia, kwenye kitongoji chetu mlifanya hiki sio kizuri, tunaomba kisirudiwe Oktoba. Hicho ndio tunachowashauri wananchi na tunaomba wananchi wafuate sheria na sheria ndio zitakazorekebisha uovu huu unaofanywa na wanaodhani wako juu ya sheria. Naam, mpenzi msikilizaji, ni padri uh, Charles Kitima uh, wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania, ambaye tumezungumza naye hapa kuhusu mwenendo wa kisiasa na salamu maalum ambazo kanisa zimetoa kuelekea katika msimu huu wa Pasaka ambao umemalizika. na kushukuru sana padri, kuungana nasi asante sana. Na nyinyi huduma njema ya media